Yo, we back again in our business. Bwana, karibu sana kwenye jumba la sinema na nikwambie tu kama bado uja subscribe huu ni wakati wako kwenda uh, uh, uh, heka heka ama ma uh, gumzo ambalo sasa hivi linaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii inayozungumzia Instagram pamoja na Twitter au X, e bana kuhusiana mjadala wa Harmonize pamoja na msanii wake Ibra kutokea pale Konde Gang world wide ause bana. Uh, imekuwa ishi kubwa sana baada ya majibizano ya Harmonize pamoja na Ibra katika uh, um, mtandao wa Instagram, ambapo ilionekana msanii Ibra kibishana na bosi wake ni Harmonize, lakini maneno yamekuwa mengi sana uh, tofauti zimekuwa nyingi sana baada ya ham, uh, Ibra kuandika kwamba hiyo um, michezo ya kuwaita wafanyakazi wako chumbani uh, kwangu mimi hapana, mimi ni msela, wewe au sabana. So watu walipeleka viral zaidi uh, na kuhusisha kwamba Harmonize huenda ana michezo uh, mibaya kwa wafanyakazi wake especially wa kiume na hii hapa, basi imeenda viral zaidi uh, naye uh, Rukamba ku, ali ambaye aliyekuwa mpiga picha wa pale wa Diamond Platnumz pale Wasafi, anaye aliposti na kuandika kwamba uh, kama alishindwa pididi eh, bana eh, wewe nani uweze eh, <laughs> mambo yamezidi kuwa matamu kabisa uko kwenye mitandao ya kijamii so vijembe vinazidi kulushwa na vijembe wanazidi kulishana, ila kubwa zaidi limeonekana Diamond naye eh, ameposti uh, picha ambayo hiyo picha bwana imeendana na wimbo ama ameweka wimbo wa Ibra Paste, copy na kupesti ambayo hii nayo imelizua gumzo sana, sana. Lakini Harmonize yakuacha uh, ipite peke yake, aliamua uh, kumjibu, ali screenshot lakini pia akaja kuijibu kwenye uh, insta story yake pale na kusema ya kwa kwamba yani kwamba Diamond aone kitu kimpite, lazima ahakikishe na yeye anakidandia. Kwa hiyo uh, ana, amemwambia kwamba ili mradi aonekane kama amemsaini au ni shobo tu na vitu kama hivyo hapo. So mambo yamezidi kuchachuka, mambo yamezidi kuwa mazuri kwenye mitandao ya kijamii baada ya wasanii kupeana maneno kila uchao kila kukicha. Na hii ishu ya Ibra imekuwa ishu kubwa zaidi na imezidi kwenda viral baada ya Kondegen kuandika waraka uh, wenye uh, maonyo pamoja na taarifa kuhusiana uh, na Ibra na waraka huo ulikuwa unamhusu Ibra ama kumwambia Ibra kwamba tabia zake za kucomment ama kuandika ama kujiwa kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari, na kusema maneno ambayo yanachafua lebo, anaombwa mara moja asitishe, na uongozi kwa sababu bado unaonyesha hajavunja mkataba, unamsimamisha Ibra kuto kufanya show ama kujihusisha na mziki mahali popote pale mpaka sheria zitakapochukua, uh, zitakapofuata mkondo wake, ama uh, vipengele vyao wao waweze kumalizana, ndipo ambapo Ibra ataruhusiwa kufanya jambo lingine lolote, lakini kwa sasa hivi haruhusiwi kujihusisha na mziki mahara popote na sehemu yoyote huku, eh, akiwa anasubiria uh, sheria ikifuata mkondo wake. So hiyo ndo habari. Karibu sana jumba la sinema, naitwa JSP. Bye.